Sasa serikali ile sasa injini yenyewe inayofanya nchi iwe hai na itambulike na ifanye shughuli zake. Kwa hiyo ukiitwa na kiongozi wa serikali lazima uitike. Nikaenda katika mazungumzo, tumeongea kwa kweli, mazungumzo yalikuwa ni binafsi, hayakuwa mazungumzo uh, ya kibaraza la maaskofu na serikali, hapana, yalikuwa ni mazungumzo binafsi na mazungumzo binafsi ni wazi tutagusa hapa napale, na pale yaliyotokea tarehe ishirini na tisa. Sasa mtafanyaje sasa mna nini? Tunaongea tu kama kawaida masikitiko. E, e, sasa tufanyeje? Tusaidianeje? Tunaambia sisi tunaendelea kwa uaendelea kuombea, lakini tamko maaskofu wametoa, e, nadhani umeliona mheshimiwa. Kwa hiyo ndio ilikuwa mazungumzo yetu kwa maana hiyo, kwamba lakini hatukuenda kuongelea baraza linaongelea kitu gani baraza linasemaje? hali hii tuifanyeje? E, ni wazi baraza limeongea kwenye, kwenye tafakari yake. Maskofu wamekaa maskofu wote amekaa ametoa tafakari yako, ndicho kilichofanyika. Nikamwambia ndio hicho, ndicho kilicho pale. Kwa hivi kwa kifupi, kwa kweli, ningesema nilikuwa ni kwenda kumwona tu kama alivyoniita, na ye alipenda tu tuongee tu kama ndugu na nini na wala hata wakati wa kuongea hakuwepo hata msaidizi wake yeyote, isipokuwa aliwaita tu wale kuja, tukasema tuka, hem tupige picha bwana. Tukasema kuna picha hiyo hapo tena ya Nyerere, tukae mbele ya juu ya kichwa cha Nyerere pa. picha ya Nyerere pale eh, ambayo hiyo picha ya Nyerere haikutoka. Sasa waandishi wa habari, nyinyi mnajua mlivyo wajanja, hata picha ya Nyerere haikutoka, ikatoka tu mimi na yeye tu, tena tunavyo shangilia tunavyo pongezana pale. Sasa ndugu yako akipata cheo bwana, si unafurahi kidogo <laughs> kwa hivi kwa kifupi, kwa kweli hayakuwa mazungumzo ya kitaasisi, yalikuwa ni mazungumzo ya watu binafsi. Na mimi siwezi kwenda mahali bila kutumwa na maaskofu, na wala mimi siwezi kuwa msemaji, e, msemaji kadiri ya katiba ya Baraza la Maaskofu, msemaji mkuu anayetoa tamko kwamba tamko ni hili, anayetoa hilo ni rais wa Baraza la Maaskofu, ndio anayetoa. Wengine wote mpaka wakabiziwe na yeye kwa hiyo, nige kwa hiyo hata ningeenda ningeomba ruhusa kwa rais wa baraza, Mheshimiwa baba askofu, rais wa baraza maaskofu, nimeitwa na waziri mkuu, ameniumba na ananiambia amekuletea barua. Anasema ajenda ni nini? Hayo hayakwepo. Kwa hivyo sikwenda kitaasisi, nilienda kama mimi. Sasa picha za waandishi wa habari wamezitumiaje? Ah ha, mimi hayo sijui kwa upendo. Waziri mkuu, kwa hivyo tunataka kule Uh, ni wazi katika mazingira haya ukisikiliza hotuba za viongozi sasa hivi una unaona kabisa kuna wakuu wa wilaya, kuna mawaziri, kuna waziri mkuu mwenyewe, unaona eh, anavyokusanya kulingana na mauaji yaliyotokea ambayo yamesikitisha sana Watanzania. Kila mtu analia, yuko kwenye kilio, mtu ambaye anapenda kumheshimu mwanadamu mwenzake. Sababu Tanzania imejengwa katika imani kwenye utu wa mtu, na ndio maana sisi tunapendana Watanzania, kwa sababu tumejenga imani kwenye utu wa mtu. Sasa utu wa mtu uliguswa vibaya kwa makusudi, watu waliuawa kwa makusudi kwa kukusudia, sio kwamba waliuawa na tetemeko. Tumeona maafa watu na, eh, mlima Hanang' uliteremka lini, wakati wa kajuzi eh, ukauwa watu, tulisikitika, tumefiwa. Ajali zinatokea za magari. E, ajali zinatoka za vyombo vya usafiri watu wanakufa sitini, lakini haya ni mauaji yaliyofanyika, unasitisha uhai wa mtu kwa makusudi. Hicho ndio kimefanya nchi ikae kwenye kilio. Sasa hivi Watanzania wako kwenye kilio, na katika mtazamo ule wa kilio eh, ni wazi viongozi wa serikali lazima wawafariji wananchi. Kinachoendelea ndio hicho, kinachoendelea ndio hicho, na sisi tuko katika hilo lakini katika hali hiyo ambapo watu wako kwenye kilio, wanajiuliza kifo kimesababishwa na nini? Kifo kimesababishwa na nini? Sisi kwenye kanisa Katoliki, maskofu wetu wamesema kifo kimetokana na mauaji. Neno kutumia mauaji ni kuua kwa kukusudia.